Darasa huru leo hapa, tunaanza na kitu kinaitwa rusha pata, au sio? Mko tayari? Makofi! Basi mnikaribishe, acheni roho hiyo. Unapiga nyota 150 nyota, ehe nane, saba reli. Sasa hii juu hapa tuna kitu kinaitwa rusha pata, sio? Hey, nimefundisha fundisha, kwa hiyo msishangae. Ukishabonyeza hii kama una simu bonyeza bonyeza, unakutana na menu yetu maelekezo pale. Sasa mimi nitataka uende namba saba, namba saba ndio unakutana na kitu kinaitwa rushapata kwenye namba saba hiyo hiyo, unakutana hapa, kuna namba moja inaonyesha kichwa, alafu kuna namba mbili inaonyesha mkia. Mambo hayo tayari. Sasa hapo umerusha, unatakiwa upate mkwanja upate mkwanja na SportPesa kwa shilingi mia tu, kuanzia shilingi mia pano. Mimi nimeweka kichwa alafu nimeweka shilingi mia na huku, nikapewa matokeo, nimepata tayari, naingiza hela. Auoni ni rahisi, ndugu zangu. <gulia>